Tuingie hadi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, ambapo taharuki imetanda katika mji wa Bukavu, mkoa wa Kivu Kaskazini. Hii ni baada ya wapiganaji wa M23 kuripotiwa kutoa maeneo ya wilaya zaidi hususan eneo la Mwenga na Kasika ambavyo vilikuwa chini ya jeshi la DRC. Raia wengi wamelazimika kusalia bila mahitaji muhimu kwa hofu ya kujipata katikati ya makabiliano kati ya pande mbili. Wadadisi wa kisiasa wamelalamikia mamlaka za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kukosa kuwa na nidhamu, mpangilio mwafaka katika usimamizi wa jeshi lake. Matukio ya sasa yanajiri wiki chache baada ya serikali ya DRC pamoja na kundi lililoharamishwa la M Ventura kuweka mwafaka wa kusitisha mapigano huko Qatar. Kufahamu zaidi kuhusu hali mjini Bukavu, hii hapa taarifa ya mwenzangu Mbelechi Msoshi kutoka Kinshasa. Kwa mujibu wa Lungele Itebo, kiongozi wa shirika la raia wilehani Mwenga, wapiganaji wa kundi la M23 na jeshi la taifa wamekuwa sasa wakifia udhibiti wa kijiji kimoja kilichopatikana pa kilometa karibu 24 na mji mkuu wa wilehani Mwenga, mji ambao ni wa muhimu sana katika jimbo la Kivu Kusini. Mwanamemba huyo wa shirika la raia amesema ya kwamba baadhi ya raia wameanza kukimbia makazi yao. Ni M23 iko kasika na FRDC naye kasika, kila watu wanakala ngambo yabo naangaliana kama vile simba mbili yenye tarukiana na, naona kasika ni shefurie ya shefuri ya luindi linapatikana ku 24 a 23 kilometre na shefurie ya teritwari ya mwa mpaka leo masomo azisome ile eneo ya kirungutwe kasika kalama kalambi kiomvu na hata mwenga santre na buzibutu vya afya wagonjwa wanatoka bakimbizibase huku na kule, na hiye nachoka hivi hapa. Mwenga santre watu wako mumapori, wengine wanakimbia, lakini mugini haiko kikawaida jisi na kuwaka. Licha ya makubaliano mbalimbali yaliyosainiwa kati ya serikali na waasi wa M23, kundi hilo la waasi linaendelea kunyang'anya miji na vijiji kadhaa yaliyokuwa yakidhibitiwa na jeshi la taifa. Lakini sababu haswa ni nini kuona jeshi la taifa limeonekana kurudi nyuma mbele ya M23? Nimezungumza na Remy Alonda, ambaye ni mtafiti katika mgogoro wa kanda la maziwa makuu, haswa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hakuna uongozi au hakuna utawala mzuri kwenye jeshi. Kwa sababu tukija kuona wanajeshi ambao wapo vitani, kwanza kupata motisha au kupewa hela yao ile ya mshahara inakuwa ni vigumu. Kuna wakati wanaenda hata miezi mitatu bila kupata mshahara, wanaenda hata miezi miwili. Kama hivi wanajeshi ambao wapo kwenye hilo eneo hilo tani ila ila apate chakula vinamgharimu sana, inabidi mwanajeshi atoke kwenye front line, tena arudi nyuma kwenda kujitafutia mwenyewe chakula aafu Remi Kalonda amesema pia sababu ingine ni kuona idadi ya wanajeshi wa Kongo waliokuwa kwenye uwanja wa mapambano ni ndogo ukilinganisha na yale ya adui ule muungano wa kijeshi kusema kwamba kwenye jeshi kuna tuna ile tunaita battalion. Hizo battalion utakuta jeshi la serikali ya Kongo akikuambia kwamba tumetuma battalion moja, ndio battalion kwa kawaida natakiwa kuwa na wanajeshi 700 aidha 750, ila wao wakituma battalion yao utakuta kuna wanajeshi 80 kuna 90, ambao ina wanajeshi wengi utakuta ni wanajeshi 100. Sasa wale wale mnani, wale maadui au wale wahasi wanapotuma wanajeshi wao, wao wakituma battalion, wanatuma battalion nayo nea ambayo ni, ni wanajeshi mia saba aidha wanajeshi mia saba hamsini sasa. Je, itakuwaje? watu themanini au watu tisini au watu mia mtasimama mbele ya watu e, nani, mia saba au mia saba hamsini? hiyo ni kitu ambacho hakiwezi kuwezekana. Aiza anahisi ni vema viongozi serikalini kufika katika uwanja wa mapambano kujionea wenyewe mbadala ya kuwa wakipata taarifa tu kwa mbali, na ingekuwa vizuri hata kamanda wa jeshi la Kongo, mkuu wa majeshi, hata rais mwenyewe. Tunaona huko Ukraine, rais Zelensky anashuka hadi kwenye uwanja wa mapambano kwenda kukutana na wale ambao wapo kwenye uwanja wa mapambano, kwenda kuwauliza ni nini chanzo, kwa nini mnashindwa kupiga wa rasha, kwa nini, na wale wanajeshi ambao wapo kwenye, kwenye front line wanamwambia rais kila kitu, sisi moja moja, mbili, tatu, magumu yetu ni haya ni haya, na tukipata hichi hichi naweza kinaweza kusaidia. Ila sisi toka vita vianze, rais hajawahi hata hata kuja ajukunana tena wanajeshi ambao wapo kwenye vita, yani yeye mwili wake ndio una samani kuzidi wengine. Kwa kujibu malalamiko ya wanajeshi, serikali ya Kongo ilifanya maradufu mshahara wa wanajeshi tangu mwezi wa Aprili na kushinikiza raia wengi kuajiriwa jeshini. Vyombo vya usalama tayari kushika baadhi ya wanajeshi ambao kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la taifa wamekosolewa kuwa na ushirikiano na adui. Mbelechi Msoshi Kinshasa, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika.